Tunapenda kwa taarifu kuwa siku hii ya tarehe kumi na sita mwezi wa tano kutakuwa na shughuli maalum, shughuli maalum ya association yetu ambayo itakuwa ni kwanza kabisa tutakuwa tunazindua rasmi kamati yetu ambayo itakuwa ina deal na marketing and communication, na kamati hii ni maalum kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha kuhamasisha na kuwezesha eh, wanachama wa wetu wa Tamisa lakini vilevile, kutoa vile taarifa mbalimbali kwa nyinyi waandishi wa habari na kwa jamii kwa ujumla na Watanzania wote na wajasiriamali ambao wako eh, katika eh, utafutaji au katika kujikwamua kuji kiuchumi, basi waweze kufahamu kwamba kuna nafasi na kuna fursa mbalimbali mbali ambazo zipo katika eh, sekta ya madini. Uh, kuna mengi ambayo tutayazungumza siku hiyo ikiwa ni pamoja na kongamano maalum ambalo tutalifanya siku hiyo yaani, eh, Mining and Services Suppliers au TAMISA, eh, forum ambayo sisi tutaifanya eh, katika siku hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni siku ambayo ina matukio makubwa matatu. Tukio la kwanza itakuwa ni ufunguzi au uzinduzi wa, wa, wa hii eh, kamiti yetu au kamati yetu maalum, lakini la pili itakuwa ni siku ya kufanya eh, eh, majadiliano au kongamano eh, kuhusiana na nafasi ya Watanzania au nafasi ya wazawa kwenye utoaji wa huduma katika eh, sekta ya madini. Tunafahamu kabisa sisi ni Watanzania, madini ni ya kwetu na, na tunafahamu kabisa eh, tuna kila sababu ya kushiriki kwenye uchumi wa madini ndio actually azma ya, ya hii uh, kamati yetu ya, ya communication, marketing and communication, lakini vilevile ndio azma pia ya, ya Tamisa ambayo ni taasisi maalum kabisa kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wenzetu wenye kutoa huduma mbalimbali mbali kwenye, kwenye sekta ya madini. Kwa hivyo tunatoa wito kwa Watanzania mbalimbali ambao wana makampuni yanayotoa huduma kwenye sekta ya madini basi wajiunge na taasisi hii ili waweze kupata taarifa mbalimbali ili tuweze kushirikiana katika kujengeana uwezo ili tuweze kusaidiana katika kutoa uh, uh, uh, uh, katika kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na, na fursa zilizopo waweze kuzifahamu fursa. Moja kati ya, ya nguzo au uwezo wa mafanikio kwenye kampuni yoyote au kwenye mjasiriamali yoyote anayefanya biashara ni kuwa na taarifa. Wanasema knowledge is power. Tuwe na one voice, tuwe na sauti moja, hasahasa sisi wa Tanzania ambao tunafanya kazi kwenye migodi. Kama ambavyo uh, mnafahamu uh, waziri wetu Mr. Mheshimiwa Anton Mavunde amekuwa champion sana katika kutu, kujaribu sisi kutu, kufanya sisi Watanzania tuweze kushiriki vyema katika uchumi huu wa katika hii sekta hii ya madini. Ameongelea zaidi ya mara moja jamani, kuna over trilioni eh, tatu point moja kila mwaka ambayo inatumika katika manunuzi. Sasa sisi eh, kama TAMISA kama sauti ya suppliers wengine wote ambao ni local najaribu kuona hiyo trilioni tatu inaenda wapi. Na katika uongozi wangu vitu ambavyo najaribu sana kujikita ni sio vitu vingi. Mimi sio mtu sana wa maneno zaidi ya action, lakini kitu ambacho katika uongozi wangu nataka nikumbukwe ni kuhakikisha ni kwamba tunaiona hiyo trilioni tatu point moja at least katika miaka miwili at least 20% au ione kwa Watanzania.